Ujumbe ni kwamba mkiwa shuleni msome sawa, na mkisoma mambo mazuri yatakuja Mena... mkizingua mwakani, burudani hakuna. Tarehe kumi na tano tunacheza tucheze? Hapana. Mnajua nazileta nani na, asisinio ni nioletee salamu za kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Hapana. Sikilizeni vizuri. Mmesikia chuo kwa chuo, ndio si ndio? Ongera sana kwa very good idea. Najua umeshafanya Arusha, leo uko hapa Dodoma, utakwenda vyuo vyote. Mheshimiwa Rais ameagiza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 Sikilizeni, msikubali chuo chenu kikawa sehemu ya vurugu. Ndio. Mkiharibu maisha yenu hapa chuoni ni miaka, chuo chenu kikawa sehemu ya vurugu Mkiharibu maisha yenu hapa chuoni ni miaka mitatu. Ndio, mkirudi nyumbani utakuwa peke yako. Uchaguzi. Kwa hiyo pigeni kura zenu kwa amani. Chagueni mnayemtaka na msiruhusu vurugu, sawa? Elewa. Wangapi wako tayari kwa uchaguzi ah?